Uh, tumeona Hamisa Mobeto kaolewa, na moja kati ya vitu ambacho watu wengi tulikuwa tunakisema ni kuona mastaa wetu wanakuwa hawana ndoa, wanafika mpaka umri wa kuwa wamezeeka lakini bado ndoa hawana, lakini kwa Hamisa imefika na ameolewa. Tunamwambiaje Tutu, kwanza mimi nampongeza mm. nampongeza kwa sababu ndoa ni jambo la heri mm. na ndoa unajua, wakati mwingine sio kwamba watu waolewi, nikwambie nikwambie tu kwamba Eh, mume ni mapenzi tu ambayo kuna vitu na uwezi ukapenda vyote. Wengine hawapendi hata mapenzi, mm. wanataka hela. Mm. Umezitafuta? Unazo. Mm. Wakati mwingine mtu anapenda kila mtu anapenda kitu chake. Mm. Mimi na tupunguze kuchagua sana. Sasa. Yani ndoa zipo tu. Wewe ukishaona ajio yako imeshafikia kuolewa mm. na umeona kuna mtu amekuja umemuelewa na sio lazima muelewe vyote. Mm. Unaweza kumuelewa vichache tu, okay, ukampenda kwa imani, ukampenda kwa nani ustaarabu wake ukampenda kwa uhensamu wake uka ukampenda alivyo kia tu au ukorofi wake, korofi korofi, lakini pia ana imani ana mapenzi, <coughs> ana huruma, mambo mengi, wengine pesa. Unaamua tu uchague kimoja, upik basi unaenda nacho. Tafuta ustaarabu wako mmoja, kaa tengeneze naye maisha. Ela watu mnazitafuta pamoja, unataka uzikute tu sehemu, unatikisa mti huo watu wanapenda kufakanya hivi. Kwa hiyo mimi namshukuru nampongeza na yeye yeah, mimi sana nampongeza kwa sababu ndoani jambo la heri mm -hmm. Na ameipata mwenyewe, kaona hey. Dakika hizi ni za kwamba huyu alokuwa mbele yangu nimempenda kwa alichompendea kama amchukue, na ndio mapenzi, ndio mapenzi yanatengeneza ala, ndio hivyo sasa. So, so. ukatafute wewe, ukatafute wewe, mtu umemfinyanga wewe ah. Tafuta udongo wako, tengeneza tengeneza wako na umtaka na mtaka huyu pua wangu, yake hiyo hivi, mpaka nimetaka kumchukua huyu kameramani, umeona mtu udongo huu basi namfinyanga wangu, namtaka mtaka huyu pua yake ndio ndogo ndogo mm. awe samu hivi ajazie, afanyaje nini, awe na hela, mtengeneze wako wako Uh, lakini Mungu katengeza hawa ulayaona so, kama magalasa so. Kama ni karata za turufu so, chukua nenda so. Nayo so, so. Mama, katika kitu ambacho nakikumbuka umekizungumza ni basi mrefu uh, ulikuwa na urafiki na marehemu Amina Chifupa mm. Mm, alikuwa rafiki yako sana so. wa karibu, mlishawahi kunafikiana labda kwa namna moja au nyingine, hata kwa ubaya. Mimi na yeye sijawahi na wala kugombana, hamna, ila nikwambie kuna watu walitaka kutugombanisha kabisa. Wapo waliotaka kutugombanisha kwa taarifa yako. uh -huh. Tukwa, tukwa, alikuwa ananipenda na nilikuwa nampenda uh -huh. tulikuwa tunapendana uh -huh. hivyo kwa ehe. Basi kwa hiyo tukawa tuna maisha yetu wenyewe tunayajua huku nyuma ya pazia uh -huh. unaona basi sasa, kuna mtu mmoja kumbe alikuwa naona na yeye anapenda Urafiki ule. Kwa hiyo kuna vimaneno fulani ehe, ehe. Mm -hmm. Haki, akimaliza kipindi tunatoka tunaenda kula tunazuru kula tunafanya, je tumeenda tumeshinda hivyo hizo. Sasa mm -hmm. yeye huyo mtu akachukua maneno yake mwenyewe mm -hmm. akampelekea ile bishost mm -hmm. eh, basi mza, anajua mwenyew alichokisema. Mwenyezi Mungu amrehemu, akampasha ile bibie vizuri mm -hmm. af, mi wala hayo si Mm. kuwa nayo mm, Basi baada ya kumwambia vile, na mimi tena mimi unajua na, na misimamo yangu mm, yaani mimi mwanamke mmoja na misimamo na misingi yangu. Kwa hiyo ya alivyoambiwa yule bishosti akawa kakaa alivyokaa, mie naye nikavimba nilikovimba, mm, tukakaa, lakini mwenyewe akakaa huko, baadaye akagundua kwamba so kweli Amina alikuwa na mchezo mmoja mm, yaani Amina nikimzungumzia leo alikuwa ni rafiki yule ambaye hata mkigombana saizi lazima kabla ujalala kutafuta akuulize akwambie, yani alikuwa mtu wa hivyo. Kwa hiyo baada ya kuligundua lile ye mwenyewe mm -hmm. Eh, alinitafuta, ukarudi vile, vile, vile tukazikana vizuri. natukazikana mbona sasa hivi wasichana wa sasa hivi hawako hivyo? na katika watu ambao wa walienda kumsindikiza mi na marafiki wa marafiki yani, marafiki tuloenda mpaka alipolala nikapaona mm -hmm. Ni mie wengi waliishia njiani, waliishia airport, waliishia hapo wakamsindikizadi pale. Mimi mpaka alipolala napajua mpaka kaburini kwake. Paka alipolala. wa Sasa natamani nifahamu kwa nini wa sasa hivi hawana hizo, si wanafiki? Ni wanafiki? Wanafiki mapenzi hakuna mm. Wana, unajua unafiki mapenzi hakuna mm. Unakaa unajua rafiki yako kumbe ni mwongo aikii tako ukilinyanyua tu umekwisha. Yule mmemwona yule bwana yake wameachara osha mwadisia hapo yule umemwona, yani yule bwanake atakwambia basi la lilokuwemo la uongo la uzushi, ana alichanganya ule urafiki utanoga, wow. Wapi urafiki unaenda kwa kuprotectiana hmm. Kuna tukio ambalo siwezi kulisema kwenye kamera kwa sababu tayari mwenzangu ametangulia mbele yake, ambalo nilimlinda nalo rafiki yangu ili asiumie ya tu moyo hmm. Nilifanya wakaliweka bonge la kitu wakaliweka. nilifanya bonge la kitu nililiweka moyoni hmm. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu mmoja hivi ambaye anajulikana mm. na muhifadhi kwa sababu, ni nina mwenyewe atajua, sio star tu, na na kuna vitu vingi okay. Sana ilisemekana alikuwa na yule mwanamke na mume wake okay. rafiki yao mm. na mwenyewe ya alikuwa ameniambia na najua okay. Nikaona kwa sababu ilikuwa ina muuma sana, mimi nikaona mwambia hapana, sio kweli, uongo, uongo uongo uongo. Yani, nampa moyo ile, yani utaki rafiki yako aumie, lakini kwa sasa hivi wanataka yeye ndo akwambie haraka haraka, aumie moyo wako kabisa ka, kabisa. Yani akiwa na neno ndo anafuru ukuta, ili wewe unajua kama anakupenda, kumbe ndo anakuumiza, kuvunja vunji, upumzike basi. Yeye akawa amenambia, huyu rafiki yangu hivi msaki, nikamwambia hapana bwana, sio kweli. Sasa siku hiyo tunaenda zetu. Mwimbili alipata ajali ga aeashi Mungu amrehemu, naye amefariki katika kufika njiani, tunafika Amina. Wa akasema wewe hapa mbele, akawa rafiki yake mume mm. wake mm. alafu yule nani nili alikuwa dele nani mume wake alikuwa na swali, mm. mimi nilikuwa mbele na Amina nyuma, tuna rafiki yetu mwingine naye pia simtaji, naye ya KSK mm. sio, atakuwa anajua, alikuwa anajua naye pia hajui. Wote watatu hao hawakujua mpaka leo mm. mpaka anakufa. Mimi nikawa nimekaa mbele na Amina, wewe mwenzetu amekaa nyuma, niliofika mm. nilipofika sasa, anamwambia shemeji yake sasa Amina mm. eh, hello nimewafumania leo. Mm. Mwana jeshi wangu ananiambia mimi, mwana jeshi wangu nenda ne kamchungulia hapo, kawakague. Mhm. Mm uone kuna nani mm. Basi mi nikaenda kweli, anile kama hey, utani kama mjede, lakini mjede. Basi ile nachungulia nyuma hivi, namwona namwona mwamba kaka pale, yule yule niloambiwa, lakini nilicheza kama pele. Mm. Nilijikausha, nikasema bahati yao, hakuna mtu. Nikamwambia twende, tukaondoka, tunacheka. Mpaka mwenzangu ametangulia mbele ya haki, sikumwambia lakini nilichokifanya hmm. Nilimsema mume wake vibaya sana okay. Sikunyamaza pale pale hmm. Mume wake nilimwambia vibaya sana sio hivyo hivyo hivyo. Yule dada mwenyewe nilomkuta hmm. labda saa ujuzi, lakini miaka yote akwanaambia, wewe mwanamke mstaarabu sijawahi kuona na, na sio sasa hivi. Na sio sio sasa hivi utasema sasa hizi ishaze kasa siku zetu, tuko kwenye 20 na usichana usichana, kipindi hicho cha uhai cha enzi zenu 20 tuko , lakini bado nilikuwa na ufahamu wa kwamba huyu ni rafiki yangu hmm. Hili jambo lilikuwa linamuuma sana, nikimwambia ataumia, nimwambie? Then what iweje? Hakuna chochote, nililibeba. Alikuwa anajua yule mwana rafiki yake, na mpaka leo na hata akisikia hii story ataniona, alikuwa anaendesha gari aliyepanda nyuma, rafiki yetu sisi mwingine, mwanamke. Sikumwambia Amina, mwenyewe hakujua, alokuja kujua yule mwanamke alofumaniwa, nilomwona mimi mm. Dereva ambaye ni rafiki yake, rafiki na mwenyewe mume wake Amina, ndo alijua, wote walinisaluti. Mpaka leo nasema kwenye kamera, na nimeificha, lakini njua kwamba hiyo siri ni uliwe. Niliweka mpaka nimeisema hapa ninavyokuambia na nimeisema tu kwa ajili ya kuwafunza watu mm. Marafiki sio lazima muwamwambie mwenzio linalomuuma mm. Yani ukimwona rafiki yako anakiereere unajua kuna vitu mm. vibaya sana, rafiki yako unamwona anateketea mm. hilo uwezi ukalifumbia macho okay. Rafiki yangu hapa too much mm. lakini kuna vitu unaona kabisa mwenyewe anaficha mumewe mm. afiche mke wake, amprotect, anampenda kwa hiyo kama anampenda anamtunzia heshima yake, we kwanini uibomoe? Sasa mimi ndio chanzo, nikasema hata siwe chanzo, ila nikamsema mwanamume na yule rafiki yangu nikamwaminisha kwamba mwanamume wake hana mtu, lakini kweli mwanamke alikuwa kwenye gari na, na, nataka pia uzungumzie hili ah. Ah, kuna sauti zimesikika zinazomhusu Rushaynah aliyekuwa rafiki mm. wa Hamisa Mobeto akimnanga Hamisa vibaya sana kutokana na harusi yake na pia kutokana na mume alioolewa naye. Oh, oh, anasema mdomo mdomo, sijajua una shida gani? Sijajua mimi namuona handsome boy yule kabisa. Awe handsome boy asiwe handsome boy mm. mm. awe chochote, mume ni yule unaomtaka wewe, sio anamtaka rafiki. Mume ni yule unaomtengeneza wewe. mm. Mimi nikimpenda mume wangu kwa jicho lake inanitosha. Sasa so, so. nikimpenda kwa usalamu wake hicho hicho. Nikimpenda kwa vile ninavyomuona ni hiyo hiyo. Sasa ule mdomo kama yeye mwenyewe hajaona yeye anaona wa nini? Mimi sijui kaoneshana kasema. Lakini mm -hmm. bado naamini na kusema kwamba mume ni yule unaomchagua. Mm -hmm. Unachokimpenda ndio hicho hicho unachozimia nacho. Mwingine mm -hmm. anapenda bodi, mwingine anapenda usalabu. Vitu vingi vya kupenda kwa mwanamume. Ono mume ana vitu vingi, mm -hmm. anakuonea huruma mpaka ile unatamani kuwa naye. Unamwacha mzuri wako na samua wako wewe unamwaza yule anayekuonea huruma mapenzi yana, yana sehemu nyingi za kugonga nah, hawajui mbana. watu wao wanajua mapenzi mm. au mapenzi ndio mtu six pack? Yani hizo six pack unazinyanyua, umeelewa? Kwa hiyo mapenzi ni vitu vingi sana. Mimi nasema tuhifadhi e vifua vyetu, kutovunja ndoa za wenzetu mm. Mimi binafsi ni mmoja ambaye sikutaka kumuumiza rafiki yangu, liliniuma, niliumia mimi mm. kwa ajili ya rafiki yangu Sikufurahi wallahi, na hapa niko kwenye somo mm. Niliumia ili niliumia sana, nilotaka mwenzangu kadhalilishwa, lakini liliniuma mm. peke yangu, nimembebea maumivu yake. Ndio urafiki, lakini sio rafiki mm. akakuachia mm. kuachia mumewe dakika mbili, umemchukua wewe, umemfanya hivi, mara ukiona ana hela ndo kabisa. Ah, kitu gani urafiki wa siku hizi? Mashaka, mara unamnanga, saa shoga gani? mm. Sijui mimi kama wamenangana, hiyo aini uso Mm. Lakini kama ni watu wananangana kwenye urafiki mm. Sio vizuri. Ha. Urafiki ni kustiriana mm. kupendana, kubebeana madhaifu mm. kubebeana machungu, kumlindia mwenzio ndoa yake unless uione hii ni too much mm -hmm. na ndugu yangu inamtoa katika mchezo, aidha atakuwa afya yake mbovu, aidha mm -hmm. inamdhalilisha, aidha inamuathiri katika vipigo na mambo mengine, huwezi kuvumilia. Lakini tu mambo haya mengine madogo madogo ambayo yana, yanaweza kubebeka na ukamtengeneza mtu akaacha fanya action, mseme mm -hmm. mseme pembeni kama mume wake nikamwambia, sio vizuri huyu mtu, watu wote wanamwimba huyu mtu, mwenzio anamtengeneza anakusaidia kum, kum, kum, nani kwa huyu mwanamke wako, alafu wao unamfanyia hivi. Kwa nini hivi na hivi? Mbona tabia mbaya? tabi nilimsema kweli kweli kweli, kweli, kweli. Lakini mke wake hakujua mpaka anakufa na Mwenyezi Mungu amrehemu kwa aliko, anisamee mimi lakini nimesema kwa ajili ya kufunza watu, tujifunze kubeba kukizu maumivu mpia mpia ya rafiki mpia zetu mpia. Sio una jambo lake ndio umekaa haraka haraka, ngoja niwaambie akakome, ngoja akakome, leo atafurahi, yaani nisema ili nini likamuumize. Sio ukiona mtu ana kitu kibaya cha kwako hmm. Yani kapata neno lako baya la umesemwa umefanywa nini mm? Alafu anataka kukuadisia kwa pupa mm. yaani kuna action fulani hivi yani ana hamu ana hamu ana hamu yani afikie akwambie jua mm. anafurahia anafurahia, mimi najua kweli, kweli kwaje, mimi psychology hiyo naijua sana so, so. kuna mtu anataka kukueleza kitu kweli, unaona kwamba huyu kitu kina muuma. Unajua kuna mtu anakuelezea kitu unajua kabisa huyu kaumia. Mm -hmm. Lakini anakuelezea kitu unajua huyu kafurahi. Sasa mimi wote hao nawajuaga. So. Kwa hiyo nabebaga tu nabebaga tu, lakini hmm. najua huyu analiambia ameifurahia. hmm. anachekelea huyu, huyu ananionia huruma kweli, na wajua kwele. Kwa hiyo tuangalie kuwapima wanawake tu werevu kujua hiyo kwamba, hmm. hili hapa hmm. eh, eh. baya. hmm. hili hapa zuri, msiwasahau ja kaziba, hili hapa baya, hili hapa zuri kwa hiyo tuhifadhi na kuyasiri haya, nimechukuliwa na Biko, nimepata nimepelekwa Dubai, usikasiri. Ndo ushoga ukiona, umeenda sema ay, yule sijui, au Biko sio ana lolote, wamemchukua bure. Wengine wanaenda dm za Biko kwenda kuongea, ushoga gani hiyo? Huyo amemchukua balozi, yaani hmm, yani sijui nini, ai aibu naona mimi. Dada naye ajua na dm zenu ninazo. Kwa elimu si tuseme asante sana na pongezi sana kwa hiki ambacho mmekifanya, shukrani sana lele. Asante sana, mkitaka kusafiri jamani msafiri na Biko na wale wenu mkate hii ya kwangu hii, sio Biko wangu, mwache Biko travel agency, ndio kiboko yao, ndio dawa yao. Ukitaka kusafiri, visa popote duniani, wafuate Biko. Habari ndio hiyo, msikate na mpeleke. Hamna. <laughs>